Deni letu haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. So very clear, kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri hapa. Tumeshaandika barua sana, tumeshaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndo msimamo wa taasisi kama hiyo hela atalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Habari za wakati na muda kama huu, watazamaji wetu, katika taarifa iliyoenea jana na kuzua taharuki kubwa kutoka kwenye sekta ya michezo kupitia msemaji na ofisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe alizungumza mengi ila kuna hili kubwa ambalo limeacha maswali mengi vichwani mwa watu: kutolipwa mpaka sasa fedha za ubingwa wa kombe la shirikisho la msimu uliopita. Kamwe alisisitiza kwamba endapo fedha za ubingwa wa kombe la shirikisho hazitalipwa kwa klabu hiyo, basi yanga hawatakuwa tayari kuingiza timu uwanjani kwa ajili ya fainali inayotarajiwa kuchezwa Zanzibar dhidi ya Singida Black Stars. Hii ilileta taharuki kubwa kwenye jamii ya soka, huko shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ikilazimika kutoa ufafanuzi hivi karibuni. Benki ya CRDB ambayo ni, CRD ni mdhamini mkuu wa kombe la shirikisho imetoa taarifa rasmi kuhusu suala hili ambapo benki ya CRDB imesema kuwa tayari walishafanya malipo yote kwa TFF kama ilivyokubaliwa kwenye mkataba wa udhamini wa mashindano haya. Katika taarifa yao, benki ya CRDB inasisitiza kuwa wamezingatia kabisa taratibu na weledi na hakuna deni lolote linalodaiwa na klabu ya Yanga. Taarifa ya CRDB inasema: benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe tisa Juni elfu mbili na ishirini na tano katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB kuwa Klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kuufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa Benki ya CRDB taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu na kwa msingi huo tayari Benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya Benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi, hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu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 Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya.